ahidi kuendeleza mchakato wa katiba mpya. CCM kutokubali nchi yumbe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa upili wa gazeti hili. Serikali ya tuo 33.5 kuwezesha vijana kiuchumi. Habari katika ukurasa wa tatu. Misime hali ya kampeni shwari. Habari katika ukurasa wa tatu kikwetea wajibu wanaomwombea mabaya, habari katika ukurasa wa tatu. ACT kuwajengea wenye hali duni nyumba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, geje la habari Tanzania pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari liopewa kipaumbele ni kutimiza ndoto za Nyerere, Jegea washukia wabaya wake wanaomsema, habari ni katika ukurasa wa pili. Habari picha inamwonyesha mgombea urais wa chama cha mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akiomba dua kwenye kaburi la baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kijijini kwake Butiama jana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Faida hatari CCTV kamera nyumbani, wataalamu wataja maeneo sahihi, waonya sheria ya taarifa binafsi inavyovunjwa, wanaozifunga nyumbani waonywa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Baadhi ya watu wanafanya kazi ya kufunga kamera kwa sababu wanajifunza tu kufanya hivyo, hawajui sheria wala miko yake. Hili nalo linachangia tatizo. Hapo Justin ni undani wa taarifa hii, ni katika ukurasa wa nne. Lisu Jamhuri ni mwendo wa mpingamizi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili imeandika msako wa ujenzi holela, kareko waanza kung'ata habari ni katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ahaidi uwanja wa ndege Serengeti kujengwa Mgumu, asema lengo ni kukuza utalii, azuru kaburi la baba wa taifa, awajibu wanaopinga mgombea mwanamke aonya wanaopanga vurugu, habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tano. Ndugu ya Samia Suluhu Hassan inasema hifadhi ya taifa ya Serengeti itakuwa sehemu muhimu ya kufikisha watalii milioni nane, lakini katika ilani yetu tumewaahidi hapa Mgumu tutakuja kujenga kiwanja cha ndege, ipo katika ilani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tano. Jakaya Kikwete: wanaonizulia mabaya ndio watatangulia, habari katika ukurasa wa tatu Hukumu hatima ya urais wa Mpina yawekwa kiporo. Habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tano. Gazeti hili pia limeandika, Lisu amtoa jasho ofisa polisi kortini. Habari katika ukurasa wa nne. Ukimya wa padri wazua zua sintofahamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Gazeti hili gazeti hili limeandika Yanga yajaandaa kuiteka Malawi, habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Mwange wa jamii Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa nne wa harambee kupitia hafra ya chakula cha usiku Autism Awareness Fundraising Gala Dinner itakofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafra hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa limo shule za awali kuhusu dalili za autism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 gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dkt Samia, wanawake tuna uwezo wa kuunguza, asema katika miaka minne uongozi wake amefanya makubwa ya maendeleo ambayo hayakutarajiwa na kuitaka jamii kuacha mtizamo hasi. Pia aeleza Mwalimu Nyerere ameenziwa kwa mradi wa bwawa la umeme kukamilishwa na serikali kuhamia makao makuu jijini Dodoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mchimbi amtanja Dr Samia ujenzi wa bandari Kwala, habari katika ukurasa wa tatu. Dr Mwinyi kupeleka mikopo isiyo na riba hadi ngazi ya chini, habari katika ukurasa wa kumi na moja. Gazeti hili limeandika TRA ya wapongeza wanaolipa kodi kwa hiari, habari katika ukurasa wa kumi na sita. Wakulima watapanga bei ya mazao NCCR, habari katika ukurasa wa kumi na. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima nalo gazeti ya Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr Samia nitajenga uwanja wa ndege ya Serengeti, ahidi ujenzi wa kiwanja hicho katika mji wa Mugumu ili kukuza kurahisisha shughuli za utalii. Amesema ahadi hiyo ipo katika ilani ya uchaguzi ya CCM elfu mbili na ishirini na tano hadi elfu mbili na thelathini. Hatua hiyo itawezesha watalii kutoa moja kwa moja katika mji wa Mugumu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Waziri mkuu wafungua maadhimisho ya wiki ya vijana Habari katika kurasa za ndani, Bashungwa aendelea na kampeni kusaka kura za Dkt. Samia Karagwe. Habari katika ukurasa wa kumi na tatu, RC Chalamila ataka mikakati ya haraka kuboresha huduma ya maji. Habari katika ukurasa. Ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Gazeti bora Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dkt. Mwinyi wakosha wajasiriamali, serikali kuendelea kutoa mikopo bila riba. Habari katika kurasa za za ndani za gazeti hili Dkt. Mwinyi aishukuru Oman kuendeleza uhusiano wa habari katika ukurasa so, wa tatu. Tutaziwezesha manispaa halmashauri ofman habari katika ukurasa so, wa tatu. Spika Zuberi afungua duka la hasens akaribisha wekezaji habari katika ukurasa so, wa pili. Trump kuwasili Yerusalemu kesho kuhudhuria utiaji saini Misri. Habari katika ukurasa wa tisa. Dkt. Samia tutaendelea kumwenzi Mwalimu Nyerere, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeuke habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. na lo gazeti Mwana Sport lenye limeandika utata dili la Roro, bench la Fouz kumegwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa kumi na moja. Nidhamu na umoja akiwa na timu hiyo na wachezaji wenye vipaji vikubwa kama Pacome Zuzwa, Prince Dube na Clement Mzize. Oktoba kumi na nane Bingu, Malawi ni Silver Strikers dhidi ya Yanga, CAF Champions League. Mwanaspoti limeandika Pantev aanza na Manne Simba, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. United inashangaa kuuzwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane. Msikie star wa Mbeya City, habari katika ukurasa wa tatu. Bilionea wa CR7 umetupa mdomo mtaani habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano hii ni makala ya nyuma ya pazia na edo kumwembe lakini pia gazeti ya mwanaspoti limeandika kufuzu kombe la dunia leo jumamosi ni ureno dhidi ya ireland ni saa tatu na dakika arobaini na tano usiku na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya mwanaspoti magazeti ya habari habari za michezo na burudani gazeti ya habari leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika heres kuzibeba klabu afrika kocha yanga princes aliye na kadi nyekundu Taifa Stars yaefuata Irani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rayvanny ataja video yake bora habari, katika ukurasa wa ishirini na moja Azam waishtukia KMK mahabari, katika ukurasa wa ishirini na tatu na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, giji la habari Tanzania na gazeti ya habari leo linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania.